Kwamba sisi, sisi pale tunaenda kuambia hiyo yani, yani inaathiri vipi? Sijaelewa huo yani. Ugomvi ni ugomvi gani kwanza, alafu unaathiri vipi? Wache kwanza tuache ugomvi kwanza, yani wanaathirika vipi yani, sio kama nielewa yani, wanaathirika vipi, yani. yani vipi wachezaji, kwa sababu mishahara wanalipwa tena kwa wakati, hakuna klabu inalipa mishahara kwa wakati, hakuna, hawadai hata bonus hawadai chochote, hakuna mtu anadai chochote Simba chochote tena. Huyu mshahara wa Christmas unalipa lini? au leo tayari okay. <laughs> <laughs> Ushalipwa Disemba, ushalipwa, wanadai. Tumewathiri vipi? tuache tu, huko mgongano kwanza, maana sio kama mgongano, mbona wapi? si mgongano. Tuje kwenye wao wanaathirika vipi? Kauli za wapi? kauli za wapi? Kwamba kiongozi anaambia mchezaji acheze chini ya kiwango. Sio kweli. Sio kweli. Kiufundi. Kiufundi sisi tumepata shida ni kwa sababu kocha tulianza naye msimu akasajili aka timu akatreni mwezi mzima pre season, akaondoka bila kutarajia. Ikabidi tutafute kocha ambaye ataingia middle, naye hakukizi vigezo vyetu, kwa hiyo ikabidi naye aondoke kwa sababu ya NDA. Unajua NDA ni nini? Non disclosure, unaachana, lakini hamtaki kusema kwa sababu ya protection, lakini tuliona kwamba bora tuachane pata kocha umenielewa? Ubona ina, timu ina, ina, ilivyo nani eh? Cha pili ambacho hata hata mtu mmoja ameweza kusema. Mechi ya kwanza sisi Yanga. Baada ya siku mechi gani ile goalkeeper dependable. Kamara akafanya nini? Kaumia juzi tuko pale nani wapi eh, Bamako. Central defender mwingine namba moja, Injele, niambie, timu gani Tanzania hii itampoteza goli kipa na two central defenders wa kwanza wote watoke, alafu ikacheze mechi kubwa ikashinde? Niambie, hiyo ndio matatizo ya kiufundi, hayo ndio matatizo ya kiufundi, na hakuna hata mtu mmoja, nyinyi siwaandishi wapi ama ukisema hicho kitu Toa timu yote Tanzania hapa. Toa goalkeeper namba moja na mabeki wakati wawili alafu icheze mechi kubwa uwone kama yeye itashinda. Baada kwa msaada wa refa unamfanyika gawe. Kwa hiyo ndio kiufundi huo. Ndio yeye ndio kiufundi lakini maneno yanakuzwa, yanakuzwa, yanakuzwa. Sasa Simba kwenye ligi imecheza mechi ngapi? Kelele utafikiri ke kesho mwisho wa dunia

mlikua mnapiga kelele. Hata ajaisha ye makundi yenyewe hajaisha, mwakajana kwa timu ya kuingia robo, mlipiga kelele tuonge mpira <coughs> Wanasimba, msowe kwenye reli, tusapoti timu yetu. Kuna hivi vinaandikaandika tunavijua lakini wanasimba mtu anaunda tu risi, anaingia Januari, si timu gani? Akienda hata TFF anajua mkataba hizo mchana, lakini anaandika tu sasa. Hizo kelele, hizo kelele zinatengenezwa, zinatengenezwa. Lakini sisi bodi tuko imara, tuko imara kulikweli. Mimi na mwenyekiti wangu kwa siku tunaongea zaidi ya mara tano Sio wangu tunaongelea karibu mara kumi na mbili na wajumbe wengine wa bodi tuko ibada. Tutakuja nautengeneza taasisi imara, tunakaa vikao, tunafanya maamuzi. Nyie mmefanya vikao kila siku sasa. Unaka, unataka sisi tukae gorofani, mtu mmoja amue, ndio good governance hiyo? Na bodi pale kuna watakao kutoka, wataingia, watajifunza kitu. Sasa kama naamua mtu mmoja, siku akifariki au akiondoka, kutakuwa na kujifunza. Akiwa mpira mwe mtu mmoja mpira wa wapi huo? Kuna mpira wa taasisi ya wapi? Sio kama nimejibu swali lako. Eh, bwana, hii mambo ya kusema si mimi nipenda. Anajua swali lake zuri sana. uh -huh. <laughs> Amezungumzia ame <laughs> hapa nanisikia hmm. Mi, naweza kusema kwa kelele <laughs> Mira, mimi ningependa unajua, unaposema kuna mgogoro, unaposema kuna mgogoro, ni vema ubainishe anayegombana ni nani na nani, yaani yani, upande huu na upande huu. Lakini wewe ulienda mbali ukasema upande wa mwekezaji na upande wa, wa wanachama. Sasa mwanachama yupi? Mimi na mwenyekiti huwa tunaongea mara nyingi, tunazungumza, tunakaa tuna vikao hata jana tulikuwa uh, tu, kwenye kikao pamoja. Ah, labda kama Mohamed Deuji ndio ninayemaanisha mimi nimeongea naye mara mwisho jana saa nane. Na tulikuwa tunaongea mambo mengine tu hayahusiani nami. Nasema wanaweza wakaambiwa, hivi mchezaji professional anayelipwa mshahara ametoka kwao kuja hapa kwa ajili ya kucheza mpira. Unaweza kuminfluence waka ukamwambia wewe cheza chini ya kiwango akacheza. Atakuwa mwenda wazimu huyo na hafai kuwepo simu. Sasa haya ni mambo ambayo yanazalishwa na, ya na ninyi waandishi, bahati nzuri hamtumii muda wenu kuassess vitu. Mtu anasema siku hizi kuna VTV kandili ukiisha mpira eh, unasemaje? Wale watu wanakuwa wanaandaliwa kabisa, na ndio maana wanaojua kule vichochoroni kule, ukienda uwanja wa taifa pale kwenye upande wa pili kule, unawakuta watu wamekaa, yani wanamulikana na tochi kabisa ili waojiane. Hayo sio sawa. Kuna mmoja wao ulitaka kulisema lakini umeliacha. Kuna mtu anasema siri zinatoka sisi. Tunacheza mpira Simba Sports Club kwa sasa, mchezo wetu namba moja ni mpira. Kama wao wana michezo ya siri, waendelee na michezo yao ya siri. Sisi hatuna jambo la siri, siri gani inayotoka? Timu inafanya mipango yake, tukiwa na taarifa zinazohusu kujulikana kwa umma zinatolewa. Sasa ambaye anasema kuna siri zinatoka zinaenda, sisi hatuna mchezo wa siri. Si tunacheza mpira. Nadhani nitaka kuongezea. Sawa. Asante.